Sisi pia tumeona kwamba na hapa kwetu watu mbalimbali wameendelea kulipotosha jambo hili, pamoja na taarifa hii kuwa ya wazi, na ililotufadhaisha zaidi na ambalo linanifanya na mimi eh, nisimame hapa baada ya viongozi wenzangu hao kulieleza, ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi na hasa mtu ambaye hukumtarajia kama Makamu Mwenyekiti E, Bara wa chama cha Mapinduzi Bwana Stephen Wasira na pia naibu katibu mkuu, naibu katibu wa habari na uenezi e, wa kule Zanzibar ndugu Hamisi Mbeto, upotoshaji walioufanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba unaipaka matope hata serikali. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Masoud Othman ameeleza kushangazwa na upotoshaji uliofanywa na baadhi ya viongozi wa chama cha Mapinduzi, CCM kuhusu kilichotokea nchini Angola. Othman ameenda mbali zaidi na kutaka mamlaka zinazowasimamia ziwachukulia hatua kwa kile alichoeleza kuwa upotoshaji waliofanya unaipaka matope serikali. Othman, mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu, viongozi wengine wa ACT Wazalendo na wastaafu wa mataifa mengine ya Afrika walizuiwa juzi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Quatro de Vilo nchini Angola, walikokwenda kwa mkutano wa jukwaa la demokrasia ya Afrika PAD. Baada ya kuzuiwa viongozi hao, chama cha ACT Wazalendo kilitoa taarifa ya kushangazwa na ukimya wa serikali ya Tanzania, huku wakiitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki itoe msimamo wa serikali kuhusu hilo. Baada ya tamko hilo la ACT Wazalendo, Ijumaa, Machi 14 mwaka 2025, makamu mwenyekiti wa CCM Bara, Stephen Wasira, akiwa ziarani mkoani Songwe, akizungumza kwenye mkutano wa ndani uliofanyika Vwawa wilayani Mbozi, alisema hatua viongozi hao kuzuiwa wasimtafute mchawi kwa kunyoshea kidole serikali, na nukuu, leo nimesoma viongozi walikuwa wanakwenda Angola lakini wamenyang'anywa pasipoti. Huko ni Angola sio hapa hapa, hatujawanyang'anya pasipoti na hata ikimaliza muda wake tunawapa ili waende wanakotaka halafu warudi salama. Wamelalamika kwa nini serikali imekaa kimya? Kwani sisi tunaisimamia uwanja wa ndege wa Angola. Uwanja huo unasimamiwa na watu wa Angola. Pia huenda walikuwa na jambo lao ambalo walilitilia shaka. Wange wawa, tungesema kwa nini wameonewa watu wasiokuwa na hatia, alisema Wasira. Baada ya maelezo hayo ya Wasira leo, Jumapili, Machi 16, mwaka 2025, Masoud akiwa na viongozi wa ACT Wazalendo Dorothy Sem wamekutana na waandishi wa habari makao makuu ya chama hicho Magomeni, jijini Dar es Salaam kuzungumzia sakata hilo. Katika maelezo yake Othmani hakutaka kuzungumza swala hilo zaidi kwa kuwa alishafanya hivyo pamoja na chama kwa kutoa taarifa, lakini kitendo cha Wasira kupotosha umma akiwemo mwenezi wa CCM Zanzibar Hamis Mbeto kimemfanya kujitokeza tena. Amesema upotoshaji huo unaipaka matope hata serikali na kwamba viongozi hao wanapasa kuchukuliwa hatua na mamlaka zinazowasimamia na nukuu, upotoshaji wao umeipaka matope serikali na kuwafadhaisha wananchi. Wanapaswa kuwachukuliwa hatua kwa sababu wamekwenda kinyume na wajibu wao na huo ndio wito wetu, amesema. Amerejea kile kilichoelezwa na Mbeto kwamba kuzuiwa kwao pengine ni kwa sababu hawakufuata utaratibu wa kusafiri, akifafanua maana, maana yake makamu wa kwanza wa rais hajui itifaki za kwenda nje ya nchi. Masudi ameeleza taratibu zote za kusafiri kama kiongozi amezifuata, Aki ikiwemo kuomba ruhusa kwa rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi na amejibiwa kwa maandishi. Utaratibu mwingine uliofanyika, amesema ni kutoa taarifa kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Idara ya Usalama wa Taifa kwa ajili ya kupeleka watangulizi na hiyo ilifanyika. Amesema timu ya watangulizi ilikwenda siku tano kabla ya mkutano na ilifika hadi eneo ambalo mkutano huo ulipaswa kufanyika, na nukuu, ni uhakikishie wa Tanzania kwamba watangulizi walipelekwa na walikwenda hadi kwenye kituo ambacho tulikuwa tufanyie mkutano. Taratibu zote zilizostahili zilifanywa. Kama makosa yalifanywa na Angola, kwa sababu tulipofika taratibu, hata kama walikuwa na tatizo hawakupaswa kukaa kimya, walipaswa kutuambia amesema Masudi. Amesema hakuna aliyeelezwa kinachofuata wala sababu ya kuzuiwa. Hata hivyo, amesema haoni kama kuna uhusiano wa siasa za Tanzania katika hatua ya kuzuiwa kwao kuingia nchini Angola, na nukuu, mimi nimesema ukweli kabisa, sioni kwa namna gani serikali inaweza kuwa na masilahi ya, ya kuzuia masuala yaliyokuwa yanaendelea Angola yasifanyike, ya amesema. Amesisitiza kwa mazingira yaliyokuwa, hawana sababu ya kuona kwamba kilichotokea Tanzania inahusika kwa namna yoyote. hatuna sababu ya kuona kwamba Tanzania inahusika, lakini mazingira yaliyomo Angola yanatosha kuona kwamba hiki kinachoendelea kimefanyika, amesema. Kwa upande wa kiongozi wa chama hicho Dorothy Semu amesema baada ya yaliyotokea hawakusikia chochote kutoka serikalini kujua nini sababu hadi viongozi kuzuiwa. Na nukuu, tunaitaka serikali itoke hadharani na kueleza nini kimetokea, na tunataka balozi wa Tanzania nchini Angola aitwe kueleza kilichotokea, amesema. Kwa kuwa Rais wa Angola ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU kwa sasa, amesema wana mashaka kama anaweza kuendelea kuwa msimamizi wa ajenda ya demokrasia na heshima kwa viongozi wa Afrika na nukuu, tunawaomba viongozi wa umoja wa Afrika AU watafakari nafasi waliompa rais wa Angola kwamba hata imudu nafasi hiyo, ni muhimu wapatiwe mtu anayeonyesha mfano wa kusimamia ajenda ya demokrasia, amesema. Jukwaa la PAD lilianzishwa mwaka 2023 na huo ulikuwa mkutano wake wa tatu, na mara nyingi hukutanisha wadau kujadili demokrasia. Mwaka 2023 wadau hao walikutana Poland, mwaka 2024, walikutana Afrika Kusini na mwaka huu wanakutana Angola na nukuu, hili ni jukwaa muhimu tunalolihitaji kwa wanaoitakia mema Afrika kwenye masuala ya siasa, amesema Dorothy. Endelea kufuatilia Mwananchi Dijito kwa ajili ya taarifa nyingine nyingi zaidi.